La Vocal la Afrika Hussein Khalid na maafisa wa mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA waliungana na familia za watu watano waliopoteza wapendwa wao kufuatia vurumai iliyotokea eneo la Ang'ata Barrikoi. Maafisa wa polisi wanalaumiwa kwa mauaji hayo huku wakazi wakimtaka rais William Ruto kuhakikisha kwamba familia za waathiriwa zimepata haki kabla ya ziara yake eneo hilo wiki ijayo. Wakizungumza katika hospitali ya St Josephs, maafisa hao wamesema kwamba watu wawili walifariki wakipokea matibabu kutokana na majeraha ya risasi huku watatu wakiuawa kwenye eneo la mapigano.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 wamepata jeraha, wengine wako Tenwek, na saa hii tuko na usuni kubwa kuhusu serikali wetu.